Bwana akaniambia pia ombea ikulu, ikulu, ikulu ya Uganda, pray for the Uganda. Kilichotokea kwa Absalom na Daudi nakiona nakienda kutokea Uganda, Absalom na Daudi. I saw a riot in the kingdom. Niliona vita ya, ya, ya ufalme katika nchi ya Uganda. Ni kama mtoto anataka kumpindua baba na baba na baba, lakini Mungu tu akaniambia vi pray for them seven kwa sababu niliona maamuzi hatari ambayo ya kijana wake alikuwa anataka kufanya ambayo ilikuwa anataka kuleta machafuko makubwa sana Afrika mwakani. Ni maamuzi hatari na nikaona mizo mizos makombora ya, ya, ya, ya, ya, ya kutokea Ulaya. Ni kama Ulaya ili, ilikuwa anataka kurusha kombora kuja yeah, Uganda it. It was very bad very bad. Ilikuwa ni maamuzi hatari it's like kama this, ni kama vurugu fulani this huu ni ugomvi mbaya, ni kama mataifa nje Huyu mtoto anaongea maneno mabaya na mataifa yanachukia, na ili, ili, ishu ya Uganda ilileta wasiwasi mkubwa wa Afrika ya Uganda maana jambo ambalo kijana wa msaivi anatafanya ambalo linaenda kuzua taharuki kubwa sana.